Hello ladies and gentlemen, mambo vipi? Karibuni tena kwenye session nyingine ya Q&A. Uko hapa na Maitriz Magno, lakini leo niko na wageni wengine. that session ambayo ndo ilikuwa ya kwanza kabisa tulikuwa na Charity na Mabanza almaarufu kama Umoja Exchange. Leo tutakuwa na colleagues uh, wengine hapa kwa ajili ya kuweza kuchemsha bongo kidogo. Kwa hiyo unajua, unapofanya biashara siku zote ni lazima sometimes akili iweze kuchangamka, uweze kuona namna gani biashara unayoifanya unaweza ukaielewa kiasi gani, kiasi cha kuhusianisha na maisha ya kawaida. Tutakuwa na challenge ya maswali tofauti tofauti hapa kama ilivyo eh, kwenye kapu letu hapa, sijui ndo glass letu ni kapu glass. Mm. Ni ile bakuli letu hilo eh, kuna maswali kila mtu atajichagulia mwenyewe namna ya kujinyonga, mm. So, na swali lake. So tutakuwa na Madam Teacher eh, Crypto Queen yote tuko naye hapa ofisini lakini tutakuwa na Dr Kidifu eh, kama mnayomwona hapa January. Lakini Jep.

Yeah. Brother, vipi uko vizuri? Niko fresh. Challenge tunashinda vizuri, challenge tunashinda na kombe tunabeba. <laughs> Yeah. Basi ladies and gentlemen, kabla ya kwanza session yetu, kwanza kabisa nikukumbushe tu uh, challenge hii ya Q&A session inaletwa na Inkryptus Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa. Unapotaka kujenga portfolio yako ya digital assets basi Wallet ambayo tuta recommend ni Inkryptus ambao ni wallet ambayo tumekuwa tukifanyia kazi pamoja kwa miaka mitano sasa, na ni wallet ambayo iko very user friendly, ina huduma nyingi. Unapenda kucheza gaming ambazo una earn, unapenda ku stake, unapenda kufanya swap saving, na swap transactions zote, basi hii wallet uh, itakusaidia kwenye hizo zote. Tembelea play store ama app store, alafu utasearch neno Inkryptus kama ambavyo linaonekana kwenye t-shirt ya Dr. Kidiko hapo lakini at the same time unaweza kutembelea tovuti ya www.inkryptus.com, alafu utapata details za kutosha hapo. Lakini one thing ambayo tunataka kurecommend kila wakati, kama hujaelewa, basi kumbuka kutembelea Boom Plaza au unaweza kutu contact kwa ajili ya kupata elimu kwanza. Ukishaelewa ndio uweze kufanya maamuzi ya kujua ni namna gani unaweza ukengage na ulimwengu wa ujasiriamali kwa njia ya dijitali, hasa kwenye assets zinazoweza kwenye teknolojia ya blockchain. So let's get back to our Q&A session powered by Inkryptus Wallet. So nani anaanza kuchukua swali?

BP20 manake ni Binance Evolution Proposal namba 20. Hii ah. <laughs> Hapa ni, ni tunasema hii <laughs> ni standard ambayo walikopi kutoka kwenye Ethereum ambayo ilikuwa na vigezo vya kufanya token fulani iweze kupokelewa katika Binance eh, blockchain hivyo vigezo ambavyo vilikuwa vimepokelewa vilikuwa kwenye request ya kwenye proposal namba 20, ndio maana inaitwa Binance Evolution proposal namba 20 ambayo iligunduliwa kwa Ethereum ila hapo, sababu alikuwa na test kila kitu, akaamua kuipa jina BP20 20. Binance Evolution proposal huu. ni sana. kit aaabiua Mm -hmm. Sasa kuna swali hapa. Mm -hmm. Unakuta kuna mtu katika hali hii kwamba sijui ninunue hizi coin, mm. Sijui ninunue saizi au nisubiri ishuke mm -hmm. Au itapanda nikichelewa. Hali hii tunaihitaji. Sijui ninunue au nisubiri ishuke shuke, au nisinunue itapanda, hiyo hali tunaihitaji

<laughs> <No. laughs> ulichukua kidogo, umechukua munge la swali <laughs> <laughs> <laughs> hey, yeah, yeah, maelezo ni magumu haya. Blockchain ikikosewa au kupitwa na wakati wanafanya upgrade ili kupata best version. Mabadiliko ya blockchain ambayo yanaathiri backend mpaka mtumiaji anaitwaje? yeah. <laughs>

na sio Bitcoin ya kwanza, hayo mabadiliko tunaita nini kwa neno moja? Ni ni hiyo wako hard fork mojabaiiana

kujifunza mambo ya crypto ni kugumu sana mm -hmm. Lakini ukiweka densi za TikTok hapa chap fast uh, na consistence kama yote alafu mpaka wanaweza. Ah, mimi uh, nafikiri watu wengi hawapendi kuchosha akili, TikTok au Instagram huko yeah. uh, ah ni vitu ambavyo vim haviumizi akili vinaumiza system zile mako fanya hivi okay. sijiuende ufanye mm hivi -hmm. Bana, maswali mazuri tu haya. Hii swali ni la kwake mm. mm. Haina shida. Anakuja kuja ila sasa natakiwa tamke neno moja kwamba hapo kinachowa fix ni Ni nini? Priorities. Ni priority, hamna nyingine. Yaani, kinachokipa upaumbele ndio ubongo na kwa hiyo tayari ukipokea Tunakuta zile steps zile mtu mwingine akifanya hivi kuna mtu mwingine. Mm. Yaani ukimwonesha zile steps, unaona no, pia hivi naona ah, bwana tunaumiza na kichwa. Hata yule anayecheza ukimwambia unajua blockchain iko hivi, na naona ah, bwana wewe usinumize no kichwa. Kwa hiyo hivi ni nini? Ni priorities. Lakini pia watu wanafuata urahisi. Unajua ah ah urahisi ndio kutokana na hmm, priorities. Na hiyo crypto nayo pia sio rahisi ipo. Bwana, hata kwa dance nayo sio rahisi. Mm. Priorities. Yaani kitu ambacho ubongo wako unakitune kiwaze kwa haraka ndio hivyo inakuwa rahisi. Mbona wewe unaweza kukalili wimbo mzima afu ndio kwasema kalili tu namba ya, na ya, ya simu? <laughs> <laughs> kitenge <kichati laughs> <a> <laughs> Kwa nini retail investors wanapenda hype kuliko facts? Kama unavyopenda story kuliko taarifa? Aha, kwa nini? Yaani utaeleza ni moja au hata ninaweza kuelezea? Yaani vyovyote vile lakini ukitoa neno fupi zaidi itakuwa umetisha zaidi. Hebu uje leo sasa. Yaani kwa nini hao wa investors wadogo wadogo wanapenda kusikia ile hype? Alikuwa itapanda kesho, itakuwa mara tano. Lakini hawapendi kujifunza logic, kwa hiyo wanapenda kusikiza story kuliko hata wanavyoseza taarifa. Yaani kwamba kwani wanapenda sana hype.

Comment za stranger strangers eh, ku, kuliko kujifunza logic. Eh. Uh, mi nafikiri ana mini comment za stranger kama cha fitness. Aha, kuliko kujifunza logic eh, ngoja mi nachoamini labda ni ni watu ile kwamba watu wanapenda tu, yani unajua, komenti za strangers jibu yake ni dogo tu, hiyo ni driven decision. Yani watu wanaona, akisoma bado anakuwa hana maamuzi, kwa akiona kuna mzungu fala anafanya, basi nami nafanya hiyo ni mob psychology, basi ah, ah, sin driven yeah. decision au sasa, hata hivi eh it's the hey. same thing, lakini ungetamka sasa, hautamka <sighs> na it's not it's not it's not it's not uh, ilikuwa ni rahisi kwa sababu, na kiuhalisia kabisa, watu wengi ukiwapa hivi logic yasome some hapo, fanya maamuzi, anakwama mm. e, ila sasa okay. kuna rafiki yangu mmoja ameingia hata Marekani huko wanafanya sana. Kwa mfano ukiangalia wakati mtu tu sinaanza kwa sababu wanatuona wanatujua, ah bwana, hiyo uliona, kuna wazungu wamepiga picha na yani. pia.

Kipi kina expectation nyingi, na nyingi nyingi nyingi ndio swali challenge hiyo kwamba kati ya e, <laughs> hey, bula na dating, kipi kina expectation nyingi ambazo hazina uhakika

Hiyo nige nige nige ni ningepanda bwana nikichagua hilo nimalizia. Watu wanapenda nani, Wanapenda nini? Kwa nini watu wengi wanaamini kwenye TikTok Trends kuliko wa trend kuliko kujifunza biashara? kwa mfano, juzi tulikuwa tunaona zina trend kwamba quantum inaenda kuharibu Bitcoin, watu hivi, mwezi wa tisa Bitcoin zitapanda, watu hivi, lakini kuhusu kujifunza logic, ah yeah. Watu wanafuta mkumbo na hisi kufuata mkumbo wa zile challenge au nini ndani. Eh, watu wakuna nafanya watu wana wanafuata, lakini mtu ukiambiwa ajifunze atageeka kashona, watu washafanya, wanaamini katika driven decision eh. eh. Aa, ni mkumbo kwa sababu watu wanaona anafanya challenge na nini, watu wanaona watu wengine wamefanya nini, unafuata mkumbo. Sawa. Rafiki yako mmoja ambaye angekuwa Uh -huh. Asata Ah, na sifa gani moja? Ila anapenda vitu vya haraka yani, <laughs> ukimwambia kitu anakuja hii papa, baada ya mda vkeli pona kuwa kutokana na complications za namna ya kutambua aina tofauti mm za crypto kwa usahihi. Enterprise Ethereum Alliance kwa kushirikiana na Paul Atkins, ambaye ni chairman wa SEC, wametambulisha global standard framework ya classify crypto kwa usahihi inayoitwa <kwa> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> akweliani nakuielezea lakini ataiajui umeelezea ndio, yani video ya YouTube kweli? Yani sikata video iyo. Ah, ndio juzi. Eh, sikuiangalia.

imekuwa imekuwa ni chakula kabisa. Watu wanaofanya ujasiriamali kama networkers, wangekuwa crypto, ungeweka kundi gani? Networkers walio wengi kama wangekuwa ni group la crypto na classify, ungeweka kundi gani? Uks kwenye nini kitnaanisha, nimii ningeweka meme coins kwa sababu wanakuja kwa miamko miamko, halafu mwisho wa siku wanafanya watu wamshike yeye, una promise, unadanganywa ndani yake tena. Mm-hmm. Kama ungeweza kufanya staking kwenye maisha ya. Na. Ni tabia gani unge stake kuleta rewards? Tabia? Eh. Yaani eh? Learning. Eh. Mm. Yani. Ya. Ah. Oh. Yeah. Learning learning, ni learning. Learning. Learning. Kitu ambacho kin kinabadilisha vingi. The more you learn, the more you gain a lot. Kwa hiyo katika tabia zake ambazo ange ange stake <tie> <tie> Sawa basi, kwa hiyo uh, kama waiyokamao tumeweza kuona challenge yetu imeenda vizuri kabisa. Maswali ya leo yalikuwa yamependa sana kwenye kurelate maisha ya kawaida na concept za kwenye crypto, basically ni kwa ajili ya kuweza kujaribu kuangalia ufahamu ulikuwa, eh, na mimi Trismagno miiupand hoaliaht cha kuongeza hapo baada ya kufanya session yetu Umeonaje? mtanange mtanango, nimeona kwamba najiona kwamba najua kristo kwa, lakini hey, sijui nahitajika kusoma sana. Ninahitajika <laughs> kusoma sana mazoezi inabidi yaendelee leni yaishi, Yaani kusoma ni kila siku kila siku vitu vinaongezeka, kwa hiyo tunahitajika kusoma sana Sawa sawa, uh-huh. Yeah, James, yes. Kidiku hey. Instagram napatikana kama digital finance investor hey. Lakini yeah. Okay, lakini kitu ambacho nimekuja kujifunza ni kwamba unaweza ukahisi unajua, ila kumbe kuna vitu vingi, vifahamu ni vingi yeah, crypto ni pana, kuna yeah, vingi vya kuendelea kujifunza sao, na ninachoshauri ni kwamba tusiishie njiani kwenye vile tunavyo tunavyovifahamu. mm. teknolojia inabadilika, mambo yanabadilika, hata ukiangalia money systems nazo pia zinabadilika. mm. ule uwekezaji tulikuwa nao kwa kipindi cha nyuma, nafikiri sasa unapitwa na wakati, ule tuliokuwa kwa kipindi cha nyuma kwa watu tujifunze, na, na hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza ikatu ikatufikisha pale ambapo tunategemea kufika kwenye maswala ya financial freedom. Sasa sa, basi uh, kama ambavyo umeona, ilikuwa ni Q&A session powered by Inkryptus Wallet. Niwakumbushe tu uh, unapotaka kujenga portfolio yako ya digital assets, basi unaweza ukatembelea Play Store ama App Store uka download Inkryptus Wallet au ukatembelea tovuti ya www.inkryptus.com ukapata information pale ukajifunza. Lakini kama unaona bado uwezo wako wa kuevaluate na kuanalyze information ambayo zinapatikana kwenye website ya Inkryptus bado hauna huo uwezo, basi take your time kuweza kupata basics, jifunze unaweza ukatembelea kwenye social networks zetu kauliza maswali au ukatembelea ofisi zetu, ziko Bungo Plaza floor namba 4, njo hapa utakuta walimu utajifunza. Then baada ya kujifunza, utajua kabisa ufanye maamuzi ya namna gani, kutokana na vile ambavyo utakuwa umeelewa. Ulikuwa na mimi Tris Magno kwenye Q&A session powered by Inkryptus Wallet. Hawa ha, wenzangu uh, social networks zao, kama ukihitaji kuwapata, kama unavyoweza kuziona hapo, unaweza ukawafolo Instagram na TikTok, lakini kama ilivyosema tunapatikana Ubongo Plaza floor ya kwanza. Usiache kuwaweka comment yako hapo chini, lakini pia usiache kutusubscribe kupitia channel yetu ya Diena Karen, kwa ajili ya kupata highlights nyingi kama hizi kwa ajili ya kuweza kuongeza awareness yako kwenye swala so zima la ujasamali kwa njia ya kidigitali. Tukutane wakati mwingine. Mungu akubariki, asanteni sana kwa kutuangalia.